Wewe ni kama house girl, yaani wewe mundani, unachokishika ni kwenye usafi. Marufuku tena, isijirudie. Nisikuone umetoa hivyo vikono vyako kama zombi. Mtoto ukawasha TV tena, aisio! Hey, ukisubutu natoa hayo macho yako hayo. unamwangalia nani? Mama! Hey! umenihitaje? Mama. Mama toka kwenye kaburi nateseka sana mama. Ni mara ngapi nimekuzuia kuniita mama? Nakuuliza wewe. Ni mara ngapi nimekuzuia kuniita mama? Mimi nafanana na mamako. Hivi ukiniangalia. Mimi naendana na marehemu mamako. Kwa hiyo mimi unanifananisha na marehemu, si ndio? Hmm? Mimi mama yako aliyejifia huku kajiozea kamekuwa mchanga sasa hivi. Ndio unaniita mimi mama. Wewe mtoto mchawi? Eh? Unataka kuniua mimi, si ndio? Unaniita marehemu unataka kuniua? Afu babako ataishi na nani? Wewe, ina maana unataka kuniua, si ndio? Wewe tena koma kuniita mama. Mimi sifanani na mama yako, siwezi kuwa mama yako mimi. Wewe, yaani mimi nikuzae wewe. Mimi nazaa zao wewe? Kasubiri nilale nisinzie, ni ni vizuri wao wengie jikoni ujijazie ni vyakula hivi. Kwa nini mtoto mroho sana wewe? Kwa nini umechukua uroho wa mamako? Inaonekana uko wenu wote upande wa mamako ni wa roho tu, na ndio wewe umechukua, na umechukua tabia za ukoa mzima. Ni vyakula yote hii eh? Wewe ina maana wewe ushibagi huko ndani, natoka lini ukajipakulia wewe chakula bila mimi kukupakulia wewe? Ni mroho sana, si ndivyo? Wow, yani ni vyakula yote umejijazia eh? Yani unakula chakula chote hichi mtoto, kwa nini mlao sana sasa? Sikia nikwambie, hii ni vyakula uliojijazia leo, ndo share yako imeisha. Yani wewe hapa ndo shakula cha mchana cha usiku, tutakutana kesho mchana ndo utakula tena, lakini yani hapa share yako ndoishaisha, ilo uka ukilijua Mtoto mroho wewe, yani sijui nikumwageni vyakula hii. Yani unajisikia tu nitoe jasho basi tu. Nionekane nalomba hapa mtaani, si ndiyo? Wewe. Au unatamaa wewe mtoto? Unataka babako, si ndiyo? Mbona unaka unatamani? Yani wewe ndio wema wajumba injie jikoni ukakue vyakula. Unamtaka babako? Bona kwa mroho sasa. Kione bwana tuni kumgeni vyakula hii. Mwangaliana

Asante sana mwanangu. Samani, kwani bado umetukasirikia kwa kukwambia yale maneno, kwamba kizigo ndo mbaya wako? <laughs> Kwa nini sasa niwakasirikia? siwezi kuwakasirikia kwa sababu hata nyinyi mmedanganywa. Nyinyi mmeenda kwa mganga feki. Sasa ulifikiri nimetoka wapi? Eh? mimi nitakuwa na mtu gani wa kupiga naye stori mpaka sasa hivi? Unahisi nimetoka kuchiti au unataka nianze kujiunga na makundi mabaya? Mimi nimetoka kwa kizigo, lakini mume wangu ndo anayekuroga, tuamini Mke wangu. Hebu ngoja nikuulize swali. Hapa duniani kila binadamu ameletwa na nani? mganga ameletwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo mganga, na mganga na Mungu na mwamini nani? na mwamini Mungu. Basi maswali yako majibu unayo mwenyewe. Mama wa kambo ananitesa, sina wa kumwambia. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. lakini kuna jambo lingine nataka nikwambie wiki ijayo ndo naanza kazi rasmi naanza kazi ndio kazi hasa wangu. unaenda kazini ukiwa na hali hiyo yakuongea peke yako huko kazini nani atakueliwa Ngoja nikwambie kitu, mke wangu, ili upate kunielewa. Siku zote mimi naongea na mtu ila, hata nikizungumza huwezi kunielewa. Yule mtu, mke wangu, anahitaji msaada. Nakwambia mimi nina maono ambayo hata mimi mwenyewe sijui yametoka wapi kwenye historia yangu. Mimi niamini, mimi ni mume wako. Mimi sijachanganyikiwa, niko sawa tena, niko sawa kabisa. Na huyo mtu anayenitokea hana madhara, ila anahitaji msaada. Mimi naiona nafsi inayoishi na kingine. Hiyo nafsi nikishaisaidia mimi, basi nitakuwa sawa, atakuwa na amani na ataenda kuupumzisha mwili wake kwa amani. Kuna vitu vingi sana uvijui, mke wangu. Tena mke wangu, inatakiwa umshukuru Mungu, umepata mwanaume mwenye maono, mwanaume anayeona vitu visivyoonekana, vitu vilivyopoteza maisha, vitu vinavyoonewa. Mke wangu, mimi ni genius, mimi nina upeo wa mbali, naona vitu visivyoonekana. Na hapa bado kidogo tu hapa, naanza nikamwona Magufuli. Hapa naanza nikamwona tena Raila Odinga, naenda kuona na Nyerere. Na nikishaona na Nyerere tu basi moja kwa moja nitamwambia nipeleke kwa Nelson Mandela. Afu Nelson Mandela pale anakaa na mambo ile South Africa ile. Eh, ila anigawie kipande pap, afu akanigawia kipande pap pale moja kwa moja naenda kuona na Busiri. Nikionana tu na Busiri moja kwa moja hapo nitaonana na Michael Jackson alafu nitamwambia kwa Jackson vipi? nikikana Michael Jackson pale nakuja nakuja Kanumba. Hey, Kanumba. Hey, Kanumba, Kanumba, Kanumba, Kanumba. Hoa mke wangu kwa leo utanisamehe Siwezi kutoka nikamwacha mamangu peke yake eh. Ndo hivyo sijui, hata tunafanyaje. Ngoja na kupigia Lusi. Abe mama, hivi ile nguo yangu niliyopewa zawadi, mbona sijaiona? Mwanangu ipo wapi? Maana nimeitafuta nguo Ah, nilikuwekea kwenye ile kabati droa ya chini ile ndogo. Kwani vipi mamangu, unamtoko ndo hmm? Siku leo si unajua nataka nivae niende kwenye kikoba, umesahau mwanangu? ah, nilikuwa nshasahau mamangu, lakini mama usikopela nyingi, si unajua aliyetwaba Kimbilia mama mama toka kwenye kaburi nateseka sana mama. Nani wa kunielewa yatima huyu? Ni mchezi si ndiyo? Yani usiku mzima umelala hapa jikoni, baada ya uoshe vyombo umekuja kujilaza, umeona hapa ndosemea kulala we, si ndiyo? Ina maana we umelala, vyombo umeuachia nani? Umeniachia mi ndiyo nije nioshe, si ndiyo? Aovyamundani mwenjawazimu mkubwa yani, wakuja kulala si ndio? muda umi nimekaa kule nasubiri unitengea hata sasa umelala. Lione kwanza. ua tu. Wewe unaona sasa, unanipanda kichwani si ndio? Mi nimekaa najua saa hivi chai itakuwepo mezani, mi vyombo hujaosha chai ujachemsha. Sasa nakupa dakika mbili tu naenda e, nikirudi nikute chai tayari iko mezani na vyombo vimeisha. Sasa ole wako hivyo vyombo vile vijaisha. Lione kwanza. natoka naenda gengeni. Ah. Sasa so, mimi nipo hapa. Naangalia angalia, angalia tamthilia za Wabongo. Kuna tamthilia na niangalia hapa. Namuona Mwarabu mmoja. Muuza maji maji. Tulikuwa tunafuatilia tamthilia yao hapa. Hiyo ndio umetulia ndio unachokiangalia hapo? Mm. Basi sasa kunaletea matunda. Usijali yes, tutakuletea. Haya. Ila banju awasani Wabongo waongo hawa nza maji maji, yani filamu imebegwa na muziki bwana. Basi useme hata hodi bwana. Yani najitahidi kuto kuogopa lakini najikuta naogopa Eh, mbona unikodolea macho hivyo halafu unalia au umenyang'anywa cheo mbinguni eh? Uko sawa? Nawezaje kuwa sawa hali yakuwa mwanamke anateseka, anapitia mateso makubwa sana na mimi sina uwezo wowote wa kumsaidia. Ntawezaje eh? Kuwa sawa tena kweli uh-huh. Ebu niambie kulikoni? Ebu, ebu, mwanangu wanakosa lolote, ila anapitia mateso makubwa sana, anapitia masimango, manyanyaso, akiteso na mamake mdogo tena mama wa kambo. Kweli? Hapana. <laughs> Ah. Pole sana dada gosti inatakiwa ujitie moyo ipo siku yatakwisha Dan, sio rahisi kama unavyodhani. I know. I know. But dada gosti inatakiwa ujitie moyo haya yote yatakwisha ipo siku tu mambo yote yatakaa uh, sawa sasa dada gosti, Ilikuwaje mpaka wewe mauti ukakukuta? Nilikumbuka siku ambayo mume wangu walienda kwa mwanamke wa pili, ndio siku ambayo ilikuja kuwa siku ya maumivu kwenye maisha yangu. Nilipitia mateso makubwa sana mpaka pale mauti ulipolikuta, sikupata furaha yoyote hapana. Unajua unanichanganya sana Hivi mume wako alikuolea mke wa pili wakati uko hai au alioa baada ya umauti kukufika? Alioa nikiwa hai. <laughs> Unajua, hapa nawaza huyu mume wako alikumbwa na shetani au alikumbwa na kitu gani? Yaani kwanza nikikuangalia, we mtoto unalipa sana, yaani umekuwa hai alafu ungekuwa unajihusisha na masuala ya muziki, basi wewe ungekuwa kama Zuchu, lakini ungekuwa mwigizaji, basi ungekuwa Wema Sepetu, kwa sababu ni mtoto mzuri, sijawahi kuona. Hata marafiki zangu huwa nawaambia kwamba wewe ni mzuri. Sasa ananishangaza huyo mume wako, kwa nini alikuolea ya mke wa pili? Najiuliza maswali mawili mawili, eza urembo wako ulikuwa unashindwa kutoa mchezo au kuna jambo lingine? Yani aliwezaje wezaje, wezaje. Kwa sababu wewe bado unalipa, yaani hapo umekufa tu wewe, hapo ni vumbi, lakini bado unalipa. Kwa mfano watu wangekuwa na kuona, hakuna mtu ambaye angekuacha wala ungekuwa uhangaiki na mume wako anayekusumbua. watu wangekua simu yako inasaliwa ya kupiga mniazime. Ndio mama, kwani nataka kumpigia nani? asubuhi yote habari ya nani inampigia? wala haikuhusu mwanangu, mimi migei tu yusimu. Haya, ndo mambo sio? naulizauliza maswali wewe. Haya, hiyo password yake, password jina lako mama Acha batani bwana <laughs> kumbe kweli sikujua kabisa kama mwanangu unanipenda kiasi hiki yaani mpaka kuniweka hapa umu ndani ya mitandao ah. sasa mama nisipokupenda yeye nipende nani tena wewe ndo mzazi wetu pekee uliyebaki hapa juu yetu. tangu kifo cha baba Halo, halo mama. Za subuhi. Salama za kwako? Shikamoo mamangu kipenzi. Maraba, vipi, uko wapi na huyo mumeo anaendeleaje? Aha mama. Yule mganga kiboko hii si? Eh? Kiboko hiyo, vipi kwanza hebu nipe hapo utamu. Mwanangu, yani nimeipenda hiyo alafu nimefurahi sana. Hata mimi mama, maana nimemwaga nikamwacha nyumbani, anapitia pitia pale uvi zake mbendwa kwenye simu yake, hana wasiwasi wala haungeipikia kabisa. Ngoja kwanza, kwaniwe sahizi kuwapi? Sahizi niko njiani naelekea gengeni mama. Sawa, sasa ngoja kwanza nikuache ili uende huko gengeni umpikie huyo mume wako, mpindo iko chakula. Lakini utambue kwamba siku tatu, yani kesho kutwa, namaanisha, ikifika kesho kutwa kama hali yake hakutokuwa na kasoro yoyote, basi mimi na wewe tuno kwa mganga tukatoa shukurani, yani tukamshukuru ha? Ama kweli sikujua kabisa kama angemweza mtano. Haya bwana. Mwanangu, yaani kaka yako amepona. Ama kweli huyu mganga kiboko, yaani ni kiboko kabisa. Mimi nilijua tunaingia choo cha kike maake, lazima tungechutama, lakini sio kwa mganga. kicheko <laughs> <laughs> Ndio maana mimi sikuwa na wasiwasi naye sana na ananikumbuka sana tena, hatanikumbuka siku zote za maisha yake. Lakini kuna kitu kilitokea mpaka akawa mke wa pili na nikaishi naye nyumba moja, unajua. Ah, mimi unanichanganya sana sasa. Kuna kitu gani kilitokea au ilikuwaje mpaka mume wako akakuolea mke wa pili, angaliwe uko hai au kuna ufundi alikuwa na utaka na udhaifu nao au wewe ukufundwa kwenu? wala haikuwa hivyo, na wala haikuwa ridhaa yake kwa mwanamke wa pili, bali mimi mwenyewe ndio niliye mruhusu awe mwanamke wa pili, na ndio niliye mchagulia kwa sababu dini yangu ya Kiislamu inaruhusu mwanamume mwanaume yote ya Kiislamu anaruhusiwa kuwa mwanamke zaidi ya mmoja, wawili, watatu mwisho wa mwazo. Oh, sasa hapo nimekuelewa. Kumbe wewe mwenyewe na kimbelembele chako ndio ulihitaji mume wako akuolee mwanamke mwingine. Wewe mama, mbona moyo wa ajabu sana? Ndio tena. Tena nilikubali kwa moyo wangu. Oh, sawa. Sasa kuna kitu nataka nifahamu kutoka kwako. Kwa nini wewe ulikufa kabla ya wakati wako? Ulikuwa wivu? Ulimleta mwanamke ndani wewe mwenyewe ukaanza kujisikia wivu? Au ni kitu gani? Au likufa pressure? tano hapo, ndio historia mbaya na ngumu ya maisha yangu kuanzia miaka miwili baada ya yule mwanamke kuolewa.